La kwanza kwa uzoefu wetu sisi hasa tunaopokea kesi hizi za ndoa ni kutokupata unyumba kwa mke, na sababu ambazo ukizielezea au ukazisikiliza kwa mke anazozitoa kutokulipata swala hilo kwa mme wake hazina mashiko yoyote, ndio ambao narudi pale pale moja kwa moja kwamba kutokutambua wajibu. Kwa majina, naitwa Kabambo Oscar. mimi ni katibu wa SMAUJATA kata ya Mkolani, lakini pia mimi ni mwenyeji wa haya mashindano ya SMAUJATA Cup wilaya ya Nyamagana. Ukianza na SMAUJATA, SMAUJATA hii hii ni jumuiya ambayo inajihusisha na upingaji wa vitendo vya ukatili kwenye jamii, ikiwa na kirefu cha Shujaa wa Maendeleo na Ustawi wa Jamii Tanzania. Jumuiya hii imeanzishwa kwama susi mawili tu, kwanza ni kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na hivi vitendo vya ukatili na cha pili pia ni kupingana hivyo vitendo vya ukatili kwenye jamii. Kwa kama SMAUJATA mkoa wa Mwanza na wilaya ya Nyamagana, tuungane na sisi kwa ajili ya kupinga vitendo vya ukatili kwenye jamii kwa hatua mbalimbali kupitia michezo, elimu na hata mazingira yote yale. Kwa jina naitwa Dativa Nchislausi, niko idara ya michezo simaujata wilaya Nyamagana. Toka tuanze kuhusu haya mashindano yetu ya vijana, kiukweli vijana wamekuwa na mwamko sana, kwa sababu ya ushirikiano ambao wanauona tunauunganisha kwa pamoja, lakini pia elimu tuliyoweza kuitoa ya kupinga ukatili nafikiri vijana wengi wameipokea na wakatambua haki zao za msingi ziko sehemu gani. Maana vijana wengi walibobea katika ile hali ya kutoa jua ukatili ni nini, ya kutoa jua vitendo vya ukatili vinafanyika kivipi, kila kitu yeye anaona ni kawaida. Lakini sisi, baada ya kutoa hiyo elimu kwa vijana mbalimbali mbali, sio siri, waligundua kwamba haki zetu za msingi kumbe ziko hivi na tunatakiwa sisi kama vijana tuishi vipi kuhepukana na vitendo vya ukatili na sisi tusifanyeje ukatili. Naitwa Sheikh Mustapher Mohamed Abdala, ni shehe wa wilaya hii ya Nyamagana na kupitia jumuia ya Istikama Sunni wal Jamaa Tanzania, lakini pia ni mdau wa michezo ndani ya wilaya hii ya Nyamagana, na naomba nielezee changamoto na ukatili ambao tunakutana nao sisi wanaume ndani ya miji yetu sana. Ukatili ambao tunakutana nao ndani ya miji yetu ni madhila makubwa ambayo tunakutana na wanawake ambao wanashindwa kutambua wajibu wao ndani ya miji, na mwanamke anaposhinda kutambua wajibu wake ndani ya wajibu, imebeba mambo mengi ambayo yanakuwa ni changamoto kwetu sisi kuweza kuyaendea na kuyarekebisha. Kwa hiyo kutokutambua wajibu, mwanamke kujua yeye ni nani ndani ya ndoa na yeye ni nani na wajibu gani kwa mume wake, hili kwetu limekuwa ni janga kubwa sana na ambayo inatupa wakati mgumu sana kuweza kuziendesha ndoa zetu, kuweza kufikia malengo na malezi bora ya familia zetu. Ukatili ambao wanaume tunakutana nao mkubwa, la kwanza kwa uzoefu wetu sisi, hasa tunaopokea kesi hizi za ndoa, ni kutokupata unyumba kwa mke na sababu ambazo ukizielezea au ukazisikiliza kwa mke anazozitoa kutokulipata swala hilo kwa mume wake hazina mashiko yoyote, ndo ambao narudi pale pale moja kwa moja kwamba kuto kutambua wajibu maandalizi, ya mume, chakula, malezi, baadhi ya mambo mengi na kadhalika. Na haya mawili niyoyaelezea, hayo ni mambo makubwa ambayo tunakutana nayo sana ndani ya ndoa zetu na ndoa zimekuwa ni kesi nyingi sana ambazo tunazipokea sisi ndani ya jumuiya yetu, kwa mwanaume kukosa unyumba. Naomba nilikazia hilo sana, kwa sababu ndo kesi ambazo mimi ninazipata sana. Mwanaume kukosa unyumba ndani ya ndoa yake imekuwa ni kesi kubwa sana kwetu. Sisi tunauona huo ni ukatili dhidi yetu sisi wanaume. Kuweza kupunguza ukatili huu wa kukosa unyumba wa tendo la ndoa ndani ya ndoa zetu, mimi kama Shekhe wa wilaya Nyamagana, nausia kitu kimoja, ni wanandoa kurejea kwanza kumjua Mwenyezi Mungu na kuwa na hofu ya Mungu, kwa maana tukichukua ndoa zetu nyingi mjini zinafungwa kwa mila na desturi za Kikristo, lakini pia wengine wanafungwa kwa mila na desturi za Kiislamu. Wengi baada ya hapo huyaacha mafunzo yale ya dini kanisani na misikitini na huenda kuishi nje ya mafunzo yale ya dini kwa hiyo kubwa kwanza ni elimu ya ndoa kabla ya wanandoa kuoana. Hiyo ni jambo la muhimu sana lakini baada yapo, ya hapo unapoingia ndani ya ndoa ni kuweza kuwa na mimi nawahusia kuwa na hofu ya Mungu. Manamiko kwa majina unaitwa Revocatus Shaba, lakini jina maarufu unaitwa Katumbi, napatikana Nyegezi, naishi mtaa wa Majengo na nimekuwa refarii kwa haya mashindano SMAUJATA kapa ambao unapinga ukatili ukatili wa kijinsia lakini vilevile, moja wakati ambao tumekuwa tukikutana nao hata majumbani ni pamoja na kunyimwa unyumba, ni sehemu ya ukatili ambao ni mkubwa sana katika maisha ya binadamu siku hizi, kwa wanaume tunakutana changamoto hiyo. Hasa Unapokuwa angalau uchumi wako uko chini, shida inakuwa ni kubwa, ukiwa na uchumi ndio unaweza kasikilizwa kwa haraka, lakini tumekosa sauti kwa wanawake kwa sababu ya uchumi kuishi naye kwa, kwa sababu pia malezi ya mabinti makanisani msikitini, wanawake wakemewe, waone na sisi ni sehemu ya maisha. Kukosa pesa au kukosa maisha aina yoyote, sisi bado ni wanaume tu na maana wanaume anapokuwa ameheshimiwa katika familia yake, hakuna ambacho anaweza akashindwa kuwa na hudumia au akashindwa kuwa na mudu kupambana nacho. Hata kama utakuwa hauna bado, mwanaume ni mwanaume tu, vile vile anaweza akashauri, lakini vilevile anaweza akapambana kwa namna yoyote ahakikisha familia yake inakuwa salama. Asante. Kwanza kwa majina anaitwa Jackline Daudi, ni katibu idala shu ya mchezo kutoka jumuiya ya shujaa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania kwa mkoa wa Mwanza. Suala ambalo linapelekea wanaume kunyimwa unyumba nafikiri ni wakina mama sasa hivi wamekuwa wako bizi sana kutafuta pesa, wanaamka saa kumi na moja, wanarudi mchana, amechoka mwanaume, naye anahitaji. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kwenye swala la la, la ndoa, lakini pia wamama wamekuwa ni, ni wababe sana mwanaume anapohitaji, unakuta mwanaume hana pesa Sa, inakuwa ni ngumu mwanam, mwanamke kumsikiliza mme wake kwa kile ambacho anachohitaji anacho. Mwitikio huko vizuri kwanza, yaani tangu ile the first time tumezindua mashindano ma, ma, ya SMAUJATA Cup, mwitikio ni mzuri na vijana wanakuja kwa wingi na wanapata elimu ya ukatili ukatili wa kijinsia ukatili wa kiteknolojia ukatili ki, wa kiuchumi pia. Kumbuka tuko kwenye jumuiya ya Shujaa wa Maendeleo, kwa hiyo maendeleo na ustawi, hatuwezi kuwa na maendeleo bila ustawi na hatuwezi kuwa na ustawi bila maendeleo. So tunatoa elimu kwa vijana, na ili uepukane na vitendo vya ukatili, na ndio maana tukaanzisha hii SMAUJATA Cup ili tutengeneze tu, tu, tu, mahusiano kati ya vijana na vijana wengine na wapate elimu ya ukatili maana tunavyowaelimisha hawa tunaelimisha, tuna watu wengi maana na wenyewe wanaenda huko mitaani wanakaa na watu wanaelimisha watu wengine. Mwingine alikuwa hajua afanyoe ukatia nzie wapi, lakini sisi kwa, kwa kwa kupitia SMAUJATA amepata elimu ya SMAUJATA. Anapopata tukio lolote lile la ukatili, anajua anzie wapi, amalizie wapi, ili kila mmoja apate haki yake. Aliyefanyiwa vitendo vya ukatili apate haki yake na na ambaye amefanya vitendo vya ukatili apate haki yake. Kwa hiyo tunashukuru kwa mwitikio ambao upo na kwa elimu hii ambayo inaendelea kutolewa na SMAUJATA. Kwa majina, naitwa Nadhifa Abdalla, ni katibu kata ya Mkolani SMAUJATA. Napenda kwa maswali yako leo, niuliza ni mazuri ukatili, ambapo tunapoenda kutoa somo katika familia, ambao wanaonyanyaswa, unakunyanyaswa mara ya kwanza, yani cha fungu la kwanza mtoto ambapo labda anakaa na mama yake mzazi au mlezi ananyanyaswa. Kunyanyaswa kupo aina nyingi, kunafanyia ukatili wa kupigwa, kuchomwa moto, mwingine anakuta anachoma kisu kinachemka anabandika nacho, huo ni ukatili. Ukatili aina ya pili, ukatili huo unakuta mtoto anaenda shule, akirudi hakuna chakula, hakuna kazi yoyote ambayo Yani mama amekaa hajafanya kazi yoyote, mtoto yule aende shule asubuhi arudi afanye kazi zote na kupigwa juu, kwa maana huo ni ukatili. Upande ya tatu unajikuta upande sawa wa mama labda na baba, upande wa baba na mama, unakuta baba ameoa mwanamke, mwanamke unakuta ananyanyaswa na mwanaume, mwanaume unajikuta akitoka asubuhi haachi hela yoyote ya matumizi kwa yule mama ndo abebe mchicha akauze ndo aje atimizie watoto. Sasa unajikuta ule mmoja wapo ni ukatili wa baba kumfanyia mama. Mama naye unajikuta anafanya ukatili, akiamka asubuhi yeye anaondoka anamwambia mimi naenda kufanya mshemisha, anabeba beseni lake anaenda kuuza mboga mboga. Akirudi baba akiwa hana hela siku hiyo baba hali, anamwambia mimi nimeenda kutafuta ganiera ya kula wee umelala. Kwa hiyo leo hakuna kula, kapika chakula kala na watoto, baba amenyimwa. Alafu ukatili wa aina ya pili katika baba na mama unajikuta unyumba katika unyumba, chakula cha pili cha baba, baba anahitaji bwana. Eh, mimi nahitaji chakula, mama anamwambia sitaki. Matokeo yake ndo wanaanza kufanyiana ukatili, baba atampiga kwa sababu amemjibu vibaya na amemnyima unyumba. mtu anayefanyia ukatili kwa ngazi ya kuanzia chini anaweza akaenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ana namba za SMAUJATA, kwa hiyo anafika kwa, kwa mwenyekiti wake wa mtaa, anampiga anamwambia, anamweleza, basi mwenyekiti atapiga simu kwa watu husika, tutaingia pale ofisini na tutamsaidia tatizo lake. Kampeni hii ipo sehemu yoyote, kuanzia ngazi za chini mpaka juu. Kwa hiyo yeye akifika pale ngazi ya kwanzia chini, akishapiga simu, tupo kila sehemu. Kwa hiyo hata kama akihitaji huduma zaidi mpaka ustawi wa jamii, tupo pamoja na